Huyu mwanamke unayemwona hapa alikuwa vizuri sana mwanzo, lakini alikuja kubadilika pale ambapo mimi na yeye tumemaliza kufunga ndoa. Eh, halo kaka. Hivi ukakaako mwanaume wako. Hivi unajua unachosha wewe. Hivi huko ndani mnaishi vipi? Unanipenda kichwani? Mke wangu. Kama unashindwa kuniheshimu mimi, basi mheshimiwa, hata mgeni wangu unasemaje? Hicho ambacho nakiongea mimi nakifanya. Unajifanya kidume, sio eh? Chochote kile ambacho ninachokwambia ndio ufanye, sawa. Una shida gani wewe? Badilika tabia yako mimi, na tumbaki mimi wewe, tumbaki wawili tu kwenye familia. Unataka mimi uniweka kwenye upande gani? Kwani wewe aliyekuajiri hapa ni nani? Ni mimi u ule ambaye anasema ni kaka yako. Yaani, yaani mashangu jinsi ninavyoishi, mbona unapenda sana ile kualetealetea ng'anya kibao nini? Yaani unanikolomia mimi. Hivi unajua unachosha wewe. Sasa subiri nikuonyeshe.